Hapa tuna mkandarasi ambaye anaitwa Kings Construction Company Limited. Alipata kazi ya ujenzi wa tuta na karavati ambao ulianza tarehe nne mwezi wa 11 mwaka 2024 na, na unategemea kukamilika tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka huu, siku chache zilizoka. Mkataba huu ni wa gharama ya kiasi cha shilingi bilioni 7 na milioni 962 mkandarasi ameanza kufanya kazi na yuko katika hatua za mwishoni kukamilika. Moja wapo ya majukumu yake aliyotakiwa kuyafanya ni kujenga box culvert ya midomo miwili ambalo amekwisha kamilisha, kuinua tuta na kuweka layers mbalimbali za, za, za barabara na mwishoni kuweka lami pamoja na kuweka taa za barabarani. Kwa sasa, kwa kawaida kabla ya kuanza kuweka lami huwa inawekwa eneo la majaribio. Kwa hiyo mkandarasi alipewa section ya mita 300 kwa ajili ya majaribio, kuona kama zile parameters zote za lami zimekidhi viwango. Kwa bahati mbaya, hiki kipande cha mwanzo cha mita 300 baada ya kupimwa na maabara yetu ikaonekanika, havijakidhi viwango. Mkandarasi alikwishaandikiwa andikiwa barua ya kwamba tarekebisha, na yupo katika maandalizi ya kurekebisha hiki kipande ambacho anategemea mitambo ile ya kumil, milling machine nategemea kufika leo usiku, na kuanzia kesho ataanza kurekebisha hicho kipande ambacho kinaonekanika kwamba kimeharibika, lakini ukweli ni kwamba ni trial section, ni eneo la la majaribio. Baada ya kupima lionekanika lami imekuwa ndogo kulinganisha na mix design ambayo ilikuwa inatakiwa kuwepo sehemu ambayo ni ya majaribio ni ya mita mia tatu ambayo ni kazi ya siku moja tu, akimili siku moja na siku ya pili yake anarudishia lami. Lami ipo, material yapo kama mnavyoona, mkandarasi yuko site anaendelea na kazi. Kwa hiyo ni section ambacho anarudia kwa gharama zake, na tayari hata barua alishapewa na anafahamu hilo. Nataka kuwataarifu ku uh, wananchi wote na watumiaji wa barabara hii kwamba barabara hii imejengwa kwa kiwango na imefuata taratibu zote zinazotakiwa. Ni hiki kipande tu cha mita 300 ambacho kilikuwa ndio kipande cha majaribio ili kuweza kupata mix design huko, ambako sehemu nyingine inayoendelea zaidi ya kilomita tatu iko katika viwango vinavyotakiwa, na ni baada ya kuwa sisi tumepima na kumpatia vigezo vinavyotakiwa kulingana na mix design ya hii lab. Kwa hiyo kwa sasa ni sehemu ambayo iko sahihi, isipokuwa hizi mita 300 ambao ndani ya wiki hii itakuwa vimerekebishwa na iko katika ubora wake ambacho kinaonekana huko mitandaoni kimeharibika ni kipande ambacho ni cha majaribio, ambacho baada ya kufanya hayo majaribio tulikiona kimefeli, ila tulishindwa kukirekebisha kwa wakati sahihi ambapo ulikuwa mtambo wa kukangua lami hiyo ulikuwa bado haujafika site, ila tunavyozungumza mtambo huko njiani, na kazi ya kupangua tabaka hilo la lami na kulirudishia linaanza kesho mapema asubuhi na nikiri kwamba tumepokea barua kutoka kwa client ambaye ni TANROADS, alitupa maelekezo ya kurekebisha kipande hicho, na toka tarehe 24 mwezi wa 11, kesho tunaenda kuanza kazi hiyo rasmi.